Tarehe ishirini na saba Disemba elfu mbili ishirini na tano ni siku ya kongamano kubwa kabisa la kidawa kongamano, kongamano la Miski ya Roho ambalo limeandaliwa na taasisi ya the the Islamic Foundation. Foundation. Kongamano hili litoa kutanisha mashehe kutoka mataifa matano yaliyopo ndani ya jumuia ya Afrika Mashariki. Mashehe hao ni Sheh Hasan Muhammadaini kutoka Tanzania, Shekhe Hassan Hasan Abdulshakur kutoka nchini Rwanda, Shekh Abubakar Misigaro kutoka Burundi, Shekhe Abdul Abdulkhaliki Isa kutoka nchini Kenya, Shekh twalibu Hasan kutoka nchini Uganda na shekh abdallah abdulqadir al ahdali kutoka Tanzania. Tukutane kwa pamoja katika ukumbi wa Demo Jubilee jijini Dar es Salaam. nunua tiketi yako sasa kwa shilingi alfu kumi na tano tu. Miski ya Roho, Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, msingi wa amani. Kongamano hili litaletwa kwenu mubashara na Azam Media, Azam TV, ZBC2, Dua TV, Alhajar TV kutoka nchini Kenya, TV Iman Tanzania, Redio Iman pamoja na Iman Digital.